Naam, mtazamaji wa Trend TV, wadau na wadada wengine wameanza ku, wanaendelea kutoa maoni yao kuhusiana na hiki ambacho kimetokea huko mtandaoni eh, kufuatia kwa kusambaa kwa video ambazo zinamuonyesha eh, huyu mwanadada anaitwa Mary ambaye ni mwanafunzi wa chuo akiwa anamfanyia vitendo vya kikatili mwanachuo mwenzie anaitwa Mage eh, na sababu kubwa ni kwamba ametoka na boyfriend wake ambaye ni Mwijaku ambaye Mwijaku mwenyewe ni mume wa mtu. So hapa kuna bidada mwingine hapa amekuja kutoa maoni yake, kwa sababu hili tukio sasa hivi linazidi ku make headline huko mitandaoni. Watu wengi sana wanalifuatilia, na ni moja kati ya matukio ambayo yamewagusa na kuwaumiza watu wengi sana huko mtandaoni. So hebu sikiliza hapa, huyu akielezea kwa upande wake. kumefanya tuonekane wote sokoni na vinyama nyama wote ndili amnazo kichwani hivyo mwanamke ambaye amnazo kichwani hivyo, mwanamke ambaye usiana tena sisi. Mwanamke msomi, umepelekwa chuo unasoma vizuri kwa ada ya wazazi wako, eh, unapata wapi nguvu ya kwenda kumgombania mume wa mtu eh? Au kisa maarufu au kisa naongea ongea Instagram, ndio maana umeona eti ume, umefanya nini na mume wangu? mume mume wa mtu, unasema eti mume wako anaenda kumzalisha mtoto wa watu. Masikini ya Mungu amemnyoa mpaka nywele, wamempiga, wanamwambia, wanamzalilisha wanaposti video zake, wanaposti mpaka kwenye magrupu yote ya chuo, msichana wa watu. Unajua hivyo ingesababisha labda huyo msichana wa watu akaenda kujiua, kama si Yeah, so...